Mzirai, napenda kuutangazia umma ya kwamba nimeokoka na nampenda Yesu. Kabla ya yote, nataka niombe Bwana Yesu. Ninasema asante kwa rehema na fadhili zako, asante kwa nguvu zako na matendo yako makuu, asante kwa neema yako na wakati huu mzuri ambao e Bwana, nimepata kibali machoni pako kwa ajili ya kuzungumza na mtanzania anayenitazama saa hii, ninaomba rehema yako, ninaomba msaada wako, ninaomba nguvu zako, jicho la kinabii, ninahitaji neema yako na karama zako, ninahitaji uwepo wako na nguvu zako, ukamwambia habari njema ambazo ni malengo yako. Huyu mtu kama ana roho isiyotaka yeye mwenyewe afanikiwe, hizi roho zinasema aha, kwa sababu zimeona, zinasema aha, huyu kumbe anataka kufanya biashara hii, na huyu akifanikiwa, huyu rafiki yake anaweza akamsaidia na huyu sasa. Tunachotaka hapa, twende kwa nguvu, twende wengi, tuungane hata na wale mizimu ya kwao na miungu ya kwao, tupige hii idea, asitoboe, asifanikiwe. Kwa nini? Akifanikiwa atamsaidia na huyu. Hizi ni roho zilizoko nyuma. Rafiki yako anaweza kawa ana nia njema, ana mawazo mazuri, na anapenda pia ufanikiwe, lakini ana vita. So ukiongea ongea, unapokuwa unaongea hizi roho zinaona, unapokuwa unaongea hizi roho zinasikia. Anapata shida fikra zake zinapata shida. Na weka moto wa Roho Mtakatifu, nenda ukafaulu kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Nasema ninaachilia nguvu ya Mungu, ninaachilia moto wa Roho Mtakatifu kwa mtu yeyote anayesumbuliwa na mapepo, yeyote anayesumbuliwa na wachawi usiku, anayesumbuliwa na ndoto za jini mahaba, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, anayesumbuliwa na ndoto za kulishwa vitu vya kula vya kichawi, safari za kusafiri usiku wa manane, kwa damu ya Yesu Kristo. Anayetumia mwili wako kama kama usafiri, anayetumia mwili wako kama chombo cha kichawi, nasema ninamkamata kwenye ulimwengu wa roho, nasambaratisha uchawi kwenye mwili wako, nasambaratisha uchawi, napiga